Shalom. Sasa leo nitakutajia ndoto kubwa tano ambazo ndoto hizo utakapoziota ujue ya kwamba nyota yako imeibiwa na wachawi. Mvuto, kile kibali, kule kuonekana, kule kufanya vitu na vinakubali ujue hakupo. Yawezekana siku ya leo uko na struggle sana kwenye maisha yako, na unajiuliza kwa nini una struggle sana, na unajiuliza kwa nini kila unachofanya hakiendi. Kwa nini kila unaposhika pesa haikai kwenye mikono yako? Kwa nini kila unaposhika pesa pesa inakuja na matatizo? Kwa nini kila jambo unalofanya linabaki hapo hapo, haliongezeki, halikui, liko pale pale? Yaani maisha yako yamebaki pale pale. Kila siku unajiuliza, kama maarifa ninayo, kama kufanya kazi kwa bidii nafanya kazi kwa bidii, kama akili ninayo, kama vyeti ninavyo, lakini mbona kazi sipati, mbona siendelei? Mbona kila siku niko pale pale? Ni kwa sababu nyota yako imeibiwa, na leo nitakutajia ndoto zipi hizo ambazo zinaashiria kwamba nyota yako imeibiwa. Sasa kama mpaka mwisho wa video hii, kwa sababu mwishoni mwa video hii nitakuonyesha kwamba kama umeibiwa nyota yako, ni jambo gani unalotakiwa kufanya, ni hatua gani unalotakiwa kuchukua. Maana kama nikikuonyesha ndoto zipi ambazo zinaonyesha kwamba umeibiwa nyota yako, bila kukuambia ni kitu gani cha kufanya, inakuwa sijakusaidia kukusaidia chochote. Sasa ninapokwenda kutajia ni ndoto zipi ambazo utakapoziota ujua kwamba umeibiwa nyota yako, kama bado haujasubscribe chaneli yetu, basi unaweza kusubscribe muda huu, ili kipindi ninachokuletea mafundisho mapya uwe wa kwanza kuyapata. Sasa ndoto ya kwanza ni ndoto ambayo unaota umeibiwa pochi, wallet, ama begi inamaanisha kwamba nyota yako ya pesa na utajiri imekwisha kuondoka na ndio hii utakayoiona kwamba kila pesa unayoshika haikai kwenye mikono yako yani unajikuta kama umeshika 10,000 utakapo tu ichange unashangaa tu umestuka imebaki 100 unajiuliza kwamba kwa nini pesa zangu zinaisha kwa spidi sana ni kitu gani ambacho kinaendelea bwana jitahidi kuwa na matumizi mazuri sana lakini hauoni chochote yani kama ni mfanya biashara unajikuta kama umeuza vizuri umetoa na matumizi lakini bado unapata shoti unajiuliza shoti inatokea wapi mbona kama kuuza vitu nimeuza sana lakini mbona hela sioni na pia nyota ya uchumi ikifungwa, ndio unajiona kama kila pesa inayokuja inakuja na, na matatizo. Yani unapopata pesa ndipo watoto wanapoanza kuumwa, unapopata pesa ndipo shida zinaanza kuja kwenye maisha yako. Ukiwa ukiwa hauna pesa pesa pesa, matatizo hayaji kabisa, lakini ukiwa na pesa, matatizo yanakuwa ni mengi. Unajiuliza kwamba ni kwa nini matatizo yanakuwa ni mengi pindi napokuwa nimeshika pesa? Ni kwa sababu nyota yako ya uchumi imekwisha kuibiwa, na kila unalolianza halifiki mwisho. Leo ni mwaka 2025 mwezi wa 10 tunaenda mwezi wa 11, lakini unajikuta kwamba wewe kuanzia mwezi wa kwanza tunaanza mpaka sasa hivi umebadilisha biashara zaidi ya tano. Unajiuliza kwamba kwa nini nabadilisha biashara? Kwa nini kila ninalofanya ninaanza simalizi? na <laughs> yani, kama kuanza, unaanza vizuri sana unaanza vizuri sana, mambo yanakuwa yanaenda vizuri sana kipindi kwa ajili ya kupata pesa, na maisha yake yanaenda vizuri, yamebaki pale pale kila siku. Sasa napokwenda kuonyesha ndoto ya pili, ni ndoto ipi ambayo utakapoiota ujue kwamba nyota yako imeibiwa na wachawi. Haujalike video hii basi, unaweza ukalike pale ulipo. Sasa ndoto ya pili ni ndoto ya kuota unakula chakula mara nyingi. Chakula hichi kinaweza ikawa ni kichafu, au mara nyingi chakula hichi kinaweza kikawa ni nyama. Sasa ndoto hizi huwa zinaonyesha kwamba umewekewa vizuizi vya kiroho ambavyo vinakuzuia wewe kwenda kufanikiwa na pia ambavyo vinazuia nyota yako wewe ising'ae. Haujaiona kwamba kuna mtu unafanya biashara lakini hauonekani wenzako wanaofanya vitu vya kawaida wanapandishwa vyeo kila siku lakini wewe mpaka sasa hivi haujawahi pandishwa cheo kabisa. Wenzako wanafanya mambo ya kawaida wanapandishwa vyeo. Wenzako wanafanya mambo ya kawaida wanainuka. Wenzako wanapofanya biashara kawaida wanakuwa wanaonekana sana, lakini wewe hauonekani. Au ah, wewe kama nimfanya biashara, haujawahi kuona inatokea situation kwamba kuna mtu ukiwa kwenye biashara hakuoni, lakini ukitoka kwenye eneo la biashara aikutana naye njiani, anakuambia, he, mama fulani upo, baba fulani upo, mbona pale kazini kwako unapitaga kila siku sijawahi kuona mbona pale kwenye kazi yako napita kila siku sijai kuona wewe. Unasema mbona nipo? Au ndio ile, wewe hata unapokuwa katika familia hausikilizwi kabisa. Yaani wenzako wanatoa pointi wanasikilizwa, lakini wewe unapokuja unatoa pointi, unaonekana unaongea kitu cha ajabu, unaonekana unaongea kitu cha kijinga. Unajiuliza jamani, mbona mimi nimeongea kitu cha maana, lakini hakuna mtu anayenizingatia. Wenzako wanafanya tu kazi ya kawaida, wanapiga tu kawaida, lakini wanapandishwa vyeo kila siku, lakini wewe hauonekani au wenzako wanapanda madaraja kila siku, wanapandishwa madaraja kila siku, wanaongezewa mishahara, lakini wewe kila siku hauongezewi mishahara. Ni, ni kwa nini? Ni kwa sababu ya ndoto hizi unazoziota, unakula vyakula. Sasa ninapokwenda kuonyesha ndoto ya tatu, kama bado haujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe muda huu, ili kipindi ninachokuletea mafundisho mapya uwe wa kwanza kuyapata, na kama bado haujalike video hii na nimeshakubariki mpaka hapa tulipofikia, basi unaweza ukalike pale ulipo. Sasa ndoto ya tatu ni ndoto ambayo unaota unashindwa, yani ama unapeli au unapoteza nafasi. Ndoto hizi huwa zinaonyesha kwamba nyota yako ya mafanikio imeporwa, au unaweza unajiona uko kwenye ndoto lakini kule ulipokamata ule mtihani wako umepata alama za chini sana. Hii inamaanisha kwamba kuna viwango ambavyo umewekewa wewe usiweze kuvuka. Kuna watu wameshakuchorea mipaka, yani kwamba wewe kumiliki biashara, biashara yako itakuwa ni hiyo hiyo na biashara yako haitakuwa. Kama ni kazi, basi utabaki kwenye cheo hicho hicho, lakini kutoka kwenye hicho cheo kwenda kwenye cheo kingine hautakana kuongezeka Mtu anafanya kazi yani kwa bidii sana so, so, no, so, lakini hajawahi kufanikiwa. Wewe hujawahi kuona kuna wenzako na mshahara kama wewe, kuna wenzako wanafanya kazi kama wewe, lakini wenzako wanasomesha bila madeni, wenzako wanajenga bila madeni, wenzako wanafanikiwa bila madeni. Ni kwa sababu nyota yako ya mafanikio imeondoka. Nyota ya mafanikio mtu inapoondoka kwenye maisha yake, anafanya kazi, anapambana, lakini hafanikiwi. Yaani utabaki tu kusema kwamba wale ni Freemason, wale Freemason no, wale sio Freemason, wale nyota zao wanazo. Lakini wewe kwa sababu umeota ndoto hizi za kufeli mitiani, na ndio maana kila unachofanya linafeli kila unavofanya linakwama, haufanikiwi. Ukianzisha biashara inafeli, ukianzisha kazi zinafeli, unachukua mkopo mpaka mkopo unaisha, unabaki na deni, lakini haujui ule mkopo umeufanyia kitu gani? Ama kama una wengine, hauoti ndoto za namna hii, unaona dalili za namna hii ninazokuambia siku ya leo, unajua kama nyota yako pia imeibiwa na wachawi tayari. Kuna mtu amekaa somewhere anatumia nyota yako, kuna mtu nyota yako inamletea mafanikio. Sasa ninapokwenda kuonyesha ndoto ya nne, kama bado haujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe muda huu, ili kila ninapokuletea mafundisho mapya, basi wewe unakuwa wa kwanza kuyapata, na kama bado haujalike video hii, basi unaweza ukalike pale ulipo. Sasa ndoto ya nne ni ndoto ya kuota unanyolewa nywele kichwani kwako. Yaani, unapokuwa kule kwenye ndoto unakuwa unaota kwamba kama una nywele ndefu katika maisha ya kawaida, unaota nywele zako zimekuwa fupi sana, au kama una nywele nyingi, unaota nywele zako zimenyolewa zote. Na kuna wengine, hali imekuwa ni mbaya kabisa, hata akiamka kwenye maisha ya kawaida, anajikuta kwamba nywele zake zimenyolewa upande, ama nywele zake zimepenyuliwa hivi kidogo. Sasa hii maana yake ni nini? Hii maana yake kuna nyota, nyota ya utukufu inaondoka kwenye maisha yako. Ile nyota ya kukubalika, kile, kile kibali cha kuonekana na kukubalika inaondoka kwenye maisha au inawezekani katika masuala ya ufahamu na akili. Watu wengi sana ambao wanaota nywele zao zimenyolewa ni wale watu ambao wanakuwa hata katika maisha ya kawaida vichwa vyao huwa vinakuwa vinawauma sana, na vichwa vile vinapokuwa vinauma vinauma kwenye hizi kona za vichwa hizi. Mara nyingi sana mtu ambaye anaota amenyolewa nywele akili yake inakuwa inasumbua, ile nyota ya kufikiria vitu vikubwa inakuwa imeondoka tayari. Pia watu ambao wanakuwa naota ndoto hizi ni wale watu ambao wanakuwa na, na matatizo ya kusahau kama mzee, mtu mzima kijana mdogo, unapoteza kumbukumbu kwa kitu kadogo umeshasahau, kwa kitu kadogo umeshasahau sahau. Ni kwa nini? Kwa sababu akili yako inafanya kazi mara mbili. Sasa, ndoto ya tano ni ndoto ya kuota umeng'atwa na mnyama, au umefungwa mkono wako wa kulia ama mkono wako wa kushoto hizi huwa zinakuwa zina maana kubwa sana. Unapoota umeshambuliwa mkono wako wa kulia, inamaanisha kwamba utajiri na heshima vimeshambuliwa kwenye maisha yako. Unajua kuna watu waheshimiki, wanatafuta sana heshima kwa watu wengi sana, lakini wanashindwa. Yaani wewe unajitahidi kujiweka very presentable mbele za watu, unajitahidi kuwa na nidhamu dharau nyumbani, dharau kazini, dharau kwa watoto. Watoto wako wanakudharau, mke wako anakudharau, uh, ndugu zako anakudharau, familia yako inakudharau. Yani wewe kila sehemu unakataliwa, heshima yako haipo. Heshima ya mtu inapoondoka kwenye maisha yake, roho ukataliwa basi huwa inambatana pamoja na yeye. Hajawahi kubalika huyu mtu, kwenye mahusiano anakataliwa, kwenye ndoa anakataliwa. Lakini unapoota umeng'atwa mkono wa kushoto ama umefungwa mkono wa kushoto mkono wa kushoto namaanisha kwamba siku zako zimefanywa kuwa chache, kwamba nyota yako ya uhai imeondoka. Kilichobakia pale ni nyota ya mauti, nyota ya mauti, nyota ya mikosi, nyota ya mabalaa inakufuatilia. Yani wewe kwenye maisha yako utakufa kabla ya wakati, zile siku zako ambazo Mungu amekupangia kuziishi hautazifikia. Sasa kama nyota yako imeibiwa kupitia ndoto hizi, inapokwenda kuelekeza ni kitu gani cha kufanya

mstari wa kwanza inayosema kwamba inuka uangaze maana nuru yako imekuja kwao utaingia kwenye maombi itasema hivi baba katika jina la Yesu Kristo ambaye hai ninaamuru amuru kuanzia sasa ile nyota yangu iliyokuwa imeibiwa ninarudisha kuanzia sasa. Ile nyota yangu iliyokuwa imefunikwa isionekane ninarudisha kuanzia sasa, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo ambaye hai, nyota yangu iliyokuwa imetiwa giza itang'aa na kuonekana kuanzia sasa. Na jambo la tatu utakalofanya, utafungua katika kile kitabu cha kumbukumbu la Torati ile yes, sura ya 28 na ule mstari wa 13 inayosema hivi: Bwana atakufanya kuwa kichwa wala sio mkia, wewe utakuwa juu tu wala hautakuwa chini. Kwa hiyo utaingia kwenye maombi utasema hivi Baba katika jina la Yesu Kristo mzazi hai, ninajua kama nyota yangu imeibiwa, kuna watu wanataka kunifanya kuwa mkia, lakini Mungu, neno lako limeniambia kama nitakuwa kichwa. Kuanzia sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu ninaamuru kama nyota yangu itang'aa, na nitakuwa kichwa kuanzia sasa, sitakuwa mkia kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo mzazi hai. Na pia kama una ndoto ambao haujui tafsiri yake basi andika kwenye comment section na nitakujibu mahali pale, na kama una shida binafsi basi utachukua namba yetu ya simu, inaonekana kwenye upande wako wa kulia wa chini wa wa screen, utanipigia moja kwa moja na tutaongea na Mungu wa mbinguni atakusaidia. Usitume message, just piga moja kwa moja, utanipata, tutaongea na Mungu wa mbinguni atakusaidia. Na kama unahitaji kujua tafsiri zingine za ndoto, basi unaweza ukaingia kwenye channel yetu hii na ukaangalia tafsiri zingine za ndoto, maana nimetoa tafsiri nyingi sana za ndoto. Kama video hii imekubariki mpaka mwisho tulipofika, kama bado hauja subscribe, basi unaweza uka subscribe. Na kama bado hauja like, basi unaweza uka like it. This is Apostle Deusi Sengo. Amen. Shalom. Peace.